Kupata hizi nguvu au kwa, kwa wepesi naweza nikasema vitu vinavyomvuta Roho Mtakatifu. Kwamba nimesikia utaratibu ya kwamba lazima Roho Mtakatifu aje juu yangu, kwa hiyo ninahitaji kujua wajibu wangu ni nini ili Roho Mtakatifu aje juu yangu, au kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kichwa chepesi naweza kusema vitu vinavyomvuta Roho Mtakatifu, vitu vinavyomvuta Roho mtakatifu. Kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kufanya na tunapaswa kuwa nacho kama msaada wa kumvuta Roho mtakatifu kwetu au kama njia ya kumvuta Roho mtakatifu kwetu ni imani. Kitu cha kwanza muhimu kabisa ni imani. Kitu cha kwanza ambacho kinamfanya Roho Mtakatifu aje juu yako ambacho kinamvutia Roho Mtakatifu aje juu yako ambacho kinam attract ambacho kinamsababisha -kina -kina Roho Mtakatifu asikupite aje juu yako ni imani. Hebu tusome neno la Mungu kutoka Warumi sura ya kumi mstari wa kumi uone, uone imani ilivyo na, na umuhimu imani ilivyo na nguvu ya kutusaidia kumvuta ya kutusaidia kum, kumsababisha na kumfanya Roho Mtakatifu aje juu yetu. Imani ina uwezo. Kwa nini? Kwa sababu Rumi kumi, kumi inatuambia kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Ninayoitafuta ni ile Rumi kumi, e ile, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, ili Roho Mtakatifu haje juu yetu. Ili Roho Mtakatifu aje juu yangu, inabidi niwe na haki ya kumfanya aje juu yangu ili uitwe mfanyakazi wa mahali fulani inabidi uwe na haki za kuitwa mfanyakazi wapo mahali, si ndio? Jamani, ili kuitwa Mtanzania inabidi uwe na haki zinazokufanya uitwe Mtanzania. Kwa kuna vitu unavipokea kwa sababu una haki ya kuvipokea. Amen. Sasa kwa namna ya mwili, kwa namna ya asili ya mwili tulisoma juzi kwamba nia ya, ya mwili ni mauti na, na pengine amesema palipo na mwili pana dhambi, na hata tulisoma ya kwamba kuna sheria inaitwa sheria ya dhambi ambayo inafanya kazi kwenye mwili. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunaweza tuna tusiwe na haki ya Roho Mtakatifu kuja juu yetu kwa namna ambavyo tunaishi labda kwa sababu ya uovu tuliobeba au hata dhambi ambazo tumefanya sisi wenyewe, kwa sababu palipo na mwili pana dhambi. Unapambana usifanye hicho kitu, unajisikia umekifanya. Anasema Paulo, anasema kile ninachokipenda ni sikitendi kile nisichokipenda ndicho natenda. Kwa hiyo unakuta ni mapambano. Sasa katika hayo mapambano unaweza ukajikuta hauna haki, kwa sababu labda sio msafi, sio mtakatifu. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunafanyaje? ili tuweze angalau kuhesabiwa haki kumpokea Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza tunachohitaji ni imani, kuamini, kumwamini Mungu aliyetutuma, kumwamini Mungu ambaye sisi ni mashahidi wake. Kumwamini ni muhimu sana, na hiki kitu ambacho kinatokea hapa, ni maana yake ni kwamba imani inatengeneza haki. Hapo ndipo nitaka upajue, imani inatengeneza haki. Yaani unakuwa na haki ya kupokea hicho kitu kwa njia ya imani. Unakuwa na haki ya kumwambia Roho Mtakatifu njoo juu yangu, akaja kwa sababu ya imani anasema kwenye Ebrania anasema kwenye Warumi kumi, kumi anasema kwa, kwa, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Ukiamini yani, ile imani tu inakutengeneza inakufanya kuwa mwenye haki, na neno la Mungu nasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Yani unaendelea kuvutwa kwa Mungu na kuitwa mwenye haki kwa imani, auwezi kujifanya mwenye haki, uwezi huu. Mwili una mambo mengi unatuwazia tofauti na Mungu anavyotuazia. Si kwa jitihada kuwa mwenye haki. Kuna vitu vinaitwa dhambi tunazozijua, kuna dhambi tusizozijua. Simulisha waisikia hii. Kuna dhambi tunafanya tunazijua, kuna dhambi tunazifanya hatuzijui kama ni dhambi. Na sheria inasema kutojua sio sababu ya kutohukumiwa, si ndio? Ehe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo si kwa kujitahidi hii ulijue. Kabisa, na hii ndio inatufanya tuwe wanyenyekevu kila wakati. Huwezi kujisifia chochote, kwa sababu si kwa kujitahidi uko hapo uliko, si kwa kujitahidi uko na hayo maisha ulionayo, si kwa sababu ya jitihada yako. Jitihada yako ni sehemu, lakini ukweli ni kwamba kuna neema ya Mungu nyuma yako, kuna msaada wa Mungu nyuma yako. Kuna haki za kimbingu umezipata au unazipata kutokana na kumwamini Mungu, na hiyo inatusaidia tuvuke hata pengine ambapo tulikuwa hatujui kama tunavuka, inatusaidia tushinde hata kama mazingira yalikuwa hayaruhusu. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu isiyo na kikao na, na wana wa Adamu, kuna nguvu ambayo ni nje ya asili za kibinadamu na hapa neno la Mungu linasema wazi kwamba haki tunayoipata kwa njia ya imani inatusaidia kuwa na ujasiri, unatusaidia kuruhusiwa kumwambia Roho Mtakatifu, kumwomba Roho Mtakatifu aje juu yetu. Kwa hiyo cha kwanza ambacho kitamvuta Roho Mtakatifu kwako, cha kwanza au uh, uh, uh, utaratibu wa kwanza au principle ya kwanza ambayo itatufanya tuzipokee nguvu za Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu kuja juu yetu ni imani. Imani inatutengenezea haki. Imani inatufanya wenye haki. Na unajua, ukishaitwa mwenye haki mbele za Mungu, unaishi, unaishi kwa, kwa nini unaishi? Utaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo muhimu sana ambalo tunahitaji kulijua, na Mungu atusaidie. Lakini pia Waebrania kumi na moja waraka kwa Ibrania sura ya kumi na moja mstari wa kwanza inatuambia hivi, inatuambia kitu cha ajabu sana ambacho natamani tukijue Waebrania kumi na moja, moja. Yumkini ulishasoma haya maneno lakini angalia kwa hili jicho lingine. Waebrania kumi na moja, moja anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hapa anajaribu kutueleza anajaribu kufafanua, unapoamini unaamini nini? imani au Kuamini ni nini imani? Unakuwa na uhakika, kuna kitu unakitafuta. Tumetembea nayo wiki nzima, tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu yupo na anazo nguvu. Kwa tunaamini kwamba neno limesema akitujilia juu yetu tunapokea nguvu. Kwa hiyo tunaamini kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu akitujilia juu yetu tunazipokea hizo nguvu, tunatengeneza mazingira ya kupata haki ya kuzipokea hizo nguvu. Tunaamini tunamwamini Mungu katika neno lake kwamba mtapokea nguvu akisha kuwajiria juu yenu roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe, unaweza ukatengeneza hata maombi kwa kutumia hili neno. Kwa nini? Kwa sababu nyuma yake kuna imani ya kwamba kilichosemwa ndivyo kilivyo. Maana yake unauhakika, haujaona, lakini unauhakika kwamba hichi kitu kipo. Ndio maana Waebrania anasema imani ni kuwa na hakika, yaani hauna shaka Nimekupa mfano mdogo ya kwamba unajua kabisa kesho inafika, unaenda kazini, wanakukuta usiku huko bize, unanyoosha nguo kwa ajili ya kesho, lakini ukweli ni kwamba hujafika kesho ni kuwa na uhakika yani, unakuwa na uhakika alafu ni bayana kabisa, unaiona kesho iko hapa, unaiona umeenda kazini, unaona mm, usipojiandaa utaenda mchafu. Usipoandaa saa nyingine hata unalala usiku uh, masaa machache, kwa sababu ya hii ripoti ya kesho. Kwa unaona umeshakutana na bosi kwa ajili ya kumpa ripoti, vyote vyo, una uhakika, ni bayana, unaona hujafika, lakini unaviona kabisa, viko mbele yako. Vilevile tunapaswa kuamini neno Amesema mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Ione hiyo nguvu, muone huyo Roho Mtakatifu analeta hiyo nguvu, akija juu yako, muone kama unavyoona kesho yako unapojiandaa. Amen. Amen. Amen. Ya, ninaamini nina, nina kabisa unapata kitu cha kukusaidia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Kwa, kwa, wepesi, kwa wepesi kabisa, najua umesikiliza habari ya imani, umejifunza habari ya imani, lakini unajua kuna kitu cha tofauti asubuhi ya, ya leo cha kukusaidia namna ya kumvuta Roho Mtakatifu aje juu yetu. Safari hii tunachotaka alete ni nguvu zake zilizosemwa katika Matendo, ni nguvu zake zilizosemwa katika Luka, ni nguvu zake alizosema Yesu, roho wa Bwana yu juu yangu. So hizo nguvu tunazitafuta. Cha kwanza ambacho tunahitaji kuwa nacho ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia cha pili cha msingi cha kuwa nacho ni kumsifu na kumwabudu Mungu. Kumsifu na kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nitasema kidogo kwa sababu ya muda lakini ni, ni kitu ambacho natamani nisiondoke bila wewe kukisikia kwa sababu hichi nacho ni njia mojawapo ya kumvuta kwa nguvu Roho Mtakatifu. Kwa sababu et, tumeanza na imani. Uwezi kumsifu na kumwabudu usiye mwamini. Amen. Uwezi kumsifu na kumwabudu usiyemwamini. Lazima umwamini mtu ndio uanze kumsifia. Lazima umwamini Mungu ndio uanze kumwabudu. Kwa hiyo, nimeona nianze na imani, lakini kitu cha pili ambacho kina uwezo wa kumvuta Roho Mtakatifu juu yako ni kumsifu na kumwabudu Mungu kuna mfano mmoja wa Agano la Kale ambao mpaka leo huwa unanisaidia kum, kumuona Mungu katika kumsifu na kumwabudu. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya tano, mstari wa kumi na tatu. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya tano, mstari wa kumi na tatu. Kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya pili, mstari wa kumi na, mstari wa Mambo ya Nyakati wa pili sura ya tano, alafu mstari wa kumi na tatu. Neno la Mungu linasema hivi, nitaenda kwa haraka kidogo. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakasikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyum, nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuwa, hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Umeona ili neno? Ili neno li neno neno linatuonyesha kabisa ya kwamba kuna uwezekano wa kumvuta Roho Mtakatifu kwa nguvu kwa njia ya kumsifu na kumwabudu Mungu, yaani kuna namna, ukitulia ukimwamini Mungu, ukauona wema, ukakaa katika utulivu, ukauona wema wa Bwana, kwa sababu walikuwa wanasifu, wanasema kwa kuwa ni mwema, kuna namna waliuona wema wa Bwana. Alafu wanasema fadhili zake ni za milele. Walikaa kwenye kuyasema matendo makuu ya Mungu kumsema Mungu alivyo, afu kumshukuru kwa alichokifanya. Unajua Roho Mtakatifu aliwavamia. Yani, Biblia inachosema ile sio kwamba alishuka tu kawaida, ni alivamia ile nyumba kiasi kwamba hakuna aliyeweza kuendelea baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yao. Kumbe kuna uwezekano wa kumvuta Roho Mtakatifu juu yetu kwa njia ya kusifu na kuabudu Nataka tuende mbele za Bwana. Amen. Nataka tuende mbele za Bwana. Kuna vipengele vingi nimeviacha, lakini angalau hivi viwili ukienda navyo mbele za Bwana vitakusaidia kumvuta Roho Mtakatifu aje na nguvu zake. Naomba tusimame, naomba niishie hapa, tusimame tuweze kuomba.

ya maneno yako, maneno ya Mungu yamepita kwenye masikio yetu sio ya bure. sio ya bure. ya bure sio ya bure, yametupa kulijua neno lakini yanatupa kumpata Roho. Nami nataka twende mbele mbele za Bwana katika uwepo wake. Wakati huu tumwambie Mungu tunamtamani atusaidie katika kuamini. Atusaidie katika kumsifu na kumwabudu Mungu. Nyakati nyingi tumekuwa na muda wa kuomba, muda wa kutafakari tu, muda wa kulalamika, muda wa kazi zetu za kila siku. Lakini saa nyingine hatuna muda binafsi wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu ametutendea binafsi na tunahitaji kupata muda mbele za Bwana kumwambia asante. Saa nyingine muda wa kumwambia asante ni dakika chache kuliko muda wa kusema mahitaji, lakini iko nafasi kubwa katika kumsifu na kumwabudu Mungu, kumtaja alivyo, kuzitaja sifa zake, kumshukuru kwa wema wake. Tunahitaji msaada wa Mungu katika kufanya hili kwa uaminifu. Hebu twende mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako. Neno lako ni kweli na ile, ile kweli tukiijua inatuweka huru. Asante kwa uhuru unaouachilia kupitia neno hili. Nisaidie kukuamini, nisaidie kuwa na imani. Mazingira yanayonizunguka hayaniruhusu kukuamini, vitu ninavyokutana navyo haviniruhusu kukuamini, lakini neno limenisisitiza Kukuamini. Nisaidie kukuamini. Mungu, nisaidie kukusifu na kukuabudu. Kukuona, kuuona wema wako, kuuona uzuri wako, kukutaja, kukushukuru kwa namna ulivyo na kwa namna unavyoniwazia. Nisaidie kupata nafasi hii ya kukushukuru binafsi, kukusifu binafsi kukuabudu binafsi. Nipe hii ratiba, hata kama shetani hataki, hata kama mwili wangu hautaki, hata kama dunia haitaki, nisaidie kupata hii nafasi ya kukushukuru, ya kukusifu, ya kukuabudu binafsi. Ninazitamani nguvu za Roho Mtakatifu, nisaidie kumvuta Roho Mtakatifu aje juu yangu ili nipokee zile nguvu ulizoziahidi katika Matendo sura ya kwanza mstari wa nane. E Mungu wangu nisaidie, e Roho Mtakatifu nisaidie, e Bwana Yesu nisaidie, katika jina la Yesu amen. Baba, katika jina la Yesu tumekusikia, tukifahamu kweli inatuweka huru. Umesema nasi asubuhi ya leo kwa lugha nyepesi kabisa ya kwamba tunahitaji kukuamini, lakini ya pili tunahitaji kukusifu na kukuabudu. Bwana Yesu, mwili huu hautaki kabisa tukuamini, mwili huu hautaki kabisa tukusifu na kukutukuza wewe uliye juu, lakini kwa sababu wewe unataka, tusaidie, nisaidie mimi, wasaidie watoto wako, kila anayenisikiliza, tengeneza mazingira katika ratiba zetu kupata nafasi ya kukusifu na kukuabudu binafsi, kukaa faraga na wewe, kukusimulia tunavyokupenda, kukusimulia tulivyokuona tulivyoelewa ulichokifanya, kwamba ni wewe umefanya na sio sisi. Mungu, tusaidie. Asante Yesu, kwa sababu unapofunua maneno haya uko tayari kutusaidia. Kwa tulio na kiu, najua mimi nina kiu, najua watoto wako wana kiu. Kila mmoja aliyehudhuria mahali hapa na kila mmoja aliyekusanyika kusikiliza ma, ma, maneno haya na ujumbe huu kutoka kwako Bwana anayo kiu, anayo hamu, iko shauku ya kukutana na nguvu zako. Ninaomba kwa jina la Yesu unapowazuru wengine usitupite, tukumbuke e Bwana, tusaidie Mungu tunajua, tukiwa ukiwa upande wetu hatutashindwa, ukiwa upande wetu, shindua, ukiwa upande wetu tutayaweza, maana kwa msaada wako tutatenda makuu. Tunakubariki, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuheshimu. Asante hata kwa ajili ya weekend tunayoiendea, asante hata kwa ajili ya makazini tunakoenda, kwenye biashara asante, kwenye familia na kwa kila kitu, na kazi za mikono yetu tunakushukuru kwa sababu tumetembea na wewe, na tutaendelea kutembea na wewe, mpaka wiki ikiisha, na hata Mungu utakapoendelea kutukusanya Jumatatu. Bwana Yesu tunaendelea Kutukuza tuendelee kukuinua, kwa sababu unatuwazia mema, kutupatia tumaini siku hizi za mwisho. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru nikiamini, Amen. Amen. Mungu akubariki sana, karibu sana mjilis. kumleta mtumishi wako mikononi mwako tukimfunika damuni mwako Bariki watoto wako ye Mungu wa mbinguni, wanapotoka katika malango haya, uso wako uende pamoja nao, na katika yote watakayoyafanya, baraka zako zikawe juu yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Amen, amen.